yalipofika majira ya mtoto wanne, tulizaliwa wengi. Wale mnaosoma sayansi mtaelewa, wanasayansi wanasema mimba ya mtu inavyotungwa huwa e, kuna mamilioni ya watu yanaachiliwa, kuna mamilioni ya watu. Sasa wale ambao mbingu zilitujua wakati tuna spidi tukaifanye ila misheni haifanyi na kijana, ili mradi ni kijana. Hapana, lazima ile saikolojia yako niitengeneze. Elewa Yeremia, sio kwamba ninakupa tu nabii hapana, tayari wewe ulishajulikana. Kwa hiyo ratiba yako ya kuishi haitegemei dunia inasema nini. Hapana, haitegemei watu wanasema nini. Hapana. ambao wanajua mbingu ili wajua huwa wakubali kushindwa, hata kama wamezaliwa kwenye mashikila magumu. Yani, akili yao inawaza kutoka Yeremia, wewe si wa kawaida. Ni kweli, unaenda kwenye dunia yenye mitishamo ya watu ya kawaida, unaenda kwenye dunia ambayo vijana kuna saa wanazanahulika, unaenda kwenye dunia ambayo kuna kuna saa vijana wanawekewa mipaka, hususan vijana ambao hawajasoma. Nina uhakika Yeremia huena alikuwa hajasoma, alikuwa hajakanyaga shule, lakini mbinguni hawaoni shule, wanaona

Nini Mungu anaweka neema yake juu yetu, mbali ya kwamba hutujue kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27. Mwanzo sura ya kwanza 26 na 27. Na kidogo maandiko yanasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sikiliza hayo maneno, kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. sali wa ishirini na saba Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. namna kwani hamjui kwamba una jinsia ya kike bwana, watu wenye jinsia ya kike tupongeane mkono. Yeah, mpaka tukuguji jju unaona. Anaekisema anasema Mungu akatoa wazo na tumfanye mtu. Kwa nini? ishirini na saba anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba mtu mke na mtu mume. Mabinti mlioko hapa, kuanzia leo katika jina la Yesu Tokeni kwenye, kwenye mazingira duni ya kujifanya ninyi kwamba mwezi toka hapo. Amina, futa hiyo mentaliti kwenye akili zako, kwa sababu angalia, Mungu anachosema. Mungu akasema na, na tumfanye mtu kwa mfano ntazamauliekana hivi mwanao anafaa kufanana kufananaa maajabu ya huko duniani. Sasa Mungu anasutangana